Je, umewahi kuhisi kuwa kuna mtu kwenye maisha yako, iwe ni bosi, rafiki au mpenzi, ambaye anajua namna ya kukubonyeza vitufe vyako na kukufanya ufanya anachotaka yeye hata kama hutaki? Watu hawa wanaitwa emotional puppeteers. Wanatumia silaha ya kisaikolojia kukuweka mfukoni. Lakini leo mchezo unabadilika. Leo hutajifunza tu jinsi ya kuwagundua, bali utajifunza jinsi ya kuwazidi akili kwa kutumia mbinu za mwanasiasa maarufu wa karne ya 16, Niccolo Machiavelli. Na nikupe siri moja. Kuna mbinu ya saba nitakayokufunyisha mwishoni mwa video hii ambayo inaitwa The Ghost Protocol. Hii ni mbinu hatari zaidi ambayo ukiitumia manipulator wako ataanza kukuogopa yeye badala ya wewe kumwogopa yeye. Hakikisha huikosi hiyo. Kabla hatujaingia kwenye hatua ya kwanza kama umechoka kutumiwa na unataka kuwa mtu mwenye msimamo na akili ya ziada, bonyeza button ya subscribe hapo chini na washa kengele ya taarifa. Hapa tunajifunza siri za akili ambazo shuleni hawakufundishi. Tayari, twende kazi. Njia ya kwanza: ukimya wa kimkakati, the strategic silence. Machiavelli anasema always say less than necessary, daima sema machache kuliko lazima. Manipulator wanategemea maneno yako ili wapate data ya kukushambulia. Ukiongea sana unawapa risasi za kukupiga. Mtu akikupiga swali la mtego au akijaribu kukuchokoza, mnyamazie huku ukimtazama machoni kwa sekunde tano kabla ya kujibu. Hii inamfanya ajisikie hovyo na aanze kujitetea mwenyewe. Ukimya ni vacuum ambayo binadamu wengi hawawezi kuistahimili. Njia ya pili, mask ya mtu asiyejua kitu. Play a sucker to catch a sucker. Usionyeshe akili yako yote mbele ya adui. Kama unajua wanachofanya, usiseme na kujua unanidanganya. Badala yake, jifanye mjinga, play dumb. Waruhusu waamini kuwa mtego wao unafanya kazi. Hii inawafanya wawe wazembe. Wakiwa wazembe, wewe unajipanga pembeni na kukusanya ushahidi au kutafuta njia ya kutokea. Machiavelli anasema simba hawezi kujilinda na mitego na mbweha hawezi kujilinda na mbwe mwitu. Lazima uwe mbweha ili kuijua mitego. Njia ya tatu: kuvunja kanuni ya reciprocity, kutoa bila kurudishiwa. Manipulator mara nyingi hukufanyia wema mdogo ili uone una deni kwao. Hii inaitwa pre-giving wanakununulia chakula au kukufaidia kitu kidogo, kisha baadaye wanakuomba kitu kikubwa ambacho huwezi kukataa kwa sababu ya deni la fadhila. Tambua zawadi zao kama rushwa ya kihisia, pokea kama ni lazima, lakini akilini mwako amua kuwa huna deni lolote. Jifunze kusema hapana bila kujisikia hatia. Njia ya nne, kuiga na misdirection, kuiga na kupoteza maboya Akili ya binadamu inapenda watu wanaofanana nao. Iga namna wanavyoongea na kutenda, mirroring, ili wakupende na kukuamini. Mara wanapokuamini, hapo ndipo unapoweza kuwapa taarifa za uongo kuhusu mipango yako ya kweli. Kama wanataka kujua udhaifu wako, wape udhaifu wa kutengeneza, fake weakness. Wataushambulia huo udhaifu bandia, huku ukiwaacha salama kwenye pointi zako za nguvu. Njia ya tano kujitenganisha kihisia, emotional detachment. Manipulator anatafuta reaction yako, hasira, kulia au hofu ndio chakula chao. Ukikasirika, umeshindwa. Machiavelli aliamini katika maamuzi ya baridi. Mtu akikusema vibaya au kukukebehi ili upoteze ramani, mchukulie kama project ya sayansi, mtazame kama mdudu aliye chini ya microscope. Usitoe hisia yoyote. Hii inamchanganya manipulator kwa sababu remote control yake haifanyi kazi kwako. Njia ya sita, tengeneza uhaba, the law of scarcity. Thamani yako inaongezeka pale unapopatikana kwa nadra. Watu wanaokutumia wanazoea kuwa utakuwepo kila wakati. Unapatikana kwenye simu, unapatikana kusaidia, unapatikana kusikiza shida zao. Anza kupotea ghafla, usipokee simu zao zote. Usiwe mtu wa kwanza kusema ndio, wafanye wahisi kuwa kupata mda wako ni tuzo. Hii inabadilisha nguvu ya mahusiano, power dynamics, kutoka kwao kuja kwako. Njia ya saba, the ghost protocol, mbinu ya siri, kutokutabirika, unpredictability. Manipulator anakutumia kwa sababu anakujua, anajua ukisemwa hivi utafanya vile. Mara moja moja, fanya jambo ambalo hawalitegemei kabisa Badilisha ratiba yako, badilisha msimamo wako ghafla bila maelezo. Binadamu wanaogopa kile wasichoweza kukitabiri. Ukisha kuwa unpredictable, wanashindwa kuandaa mitego vidi yako kwa sababu hawajui utakuwaje kesho. Kumbuka, mbinu hizi za Machiavelli ni kama kisu. Unaweza kuzitumia kukata mkate au unaweza kuzitumia kuumiza. Lengo la video hii si kukufanya uwe mnyanyasaji, bali kukupa ngao ya kutosha ili mtu yoyote mwenye hila hashindwe kupenya kwenye maisha yako. Ujanja ni kujua mchezo unavyochezwa ili usichezewe. Swali langu kwako leo ni mbinu gani kati ya hizi saba uliwahi kuitumia bila kujua, au ni ipi unaenda kuianza kuitumia leo? Niandikie hapo kwenye comment. Nitasoma na kujibu comment 50 za mwanzo. Asante kwa kuwa nami. Hii ni Fikra Chanya. Tukutane kwenye video inayo. Peace.